Jitibu mwenyewe tatizo la nguvu za kiume Hii hapa ndiyo dawa ya kutibu nguvu za kiume ipunyeto e na kuongeza uume wako. Kutokana na matatizo ya nguvu za kiume na watu kuhitaji kuongeza maumbile ya kiume basi leo hii nimeamua kuwaletea sehemu ndogo tu ya mbinu za kutibu nguvu za kiume na kuongeza ukubwa wa ume. Tiba ya punyeto. Sasa nakuja kwenye punyeto na kutibu hilo tatizo na kuwa nguvu za kiume kama kifaru dume. Pia wenye tatizo la nguvu za kiume tumieni hizi mbinu. Naomba nieleweke hivi, mtu mwenye tatizo hilo anatakiwa kufuata mambo yafuatayo. Nina uhakika atapona kabisa tatizo hili na hii. Unatakiwa ufanye non-stop kwa muda wa miezi nne mpaka sita. Kuna tofauti kubwa kati ya kuongeza nguvu za kiume na kutibu tatizo la nguvu za kiume. Njia hii ninayokuletea leo ni kujitibu na sio kuongeza, cause ukiongeza baada ya muda huisha na utakuwa mtumwa wa madawa hayo kwa muda mrefu, ila kujitibu utachukua muda mrefu, ila utapona kabisa. Vyakula unavyopaswa kuvitumia wakati kutibu tatizo hilo. Unaweza kutumia vyakula vingine, ila hivi nitakavyokutajia, hakikisha unatumia. Kula ugali wa dona, faida yake ni kuwa utaongeza uwezo wako wa nguvu za kiume na mbegu za kiume pia zitaimarika. Za imbivu, samaki aina zote, maziwa fresh, maharage, kunde, mboga za majani, mihogo viazi vitamu. Tumia mafuta alizeti, ufuta au mawese. Tumia matunda, parachichi, ndizi mbivu, machungwa, chenza, madalanzi, maboga, tikiti maji, papai, nanas, tende, nyanya, pera, kitungu maji, kitungu saumu, zabibu, karoti, madafu, bamia, bilinganya, mayai ya kienyeji. Jinsi ya kuondoa tatizo la punyeto kwa kutumia njia hii, unakuwa nguvu ya kuipatia misuli nguvu zai, chukua uume wako kwa kutumia kitunguu saumu. So unatakiwa kipindi chote ukiwa unatumia dozi hii ni unatakiwa kuchukua mboo yako kwa vitunguu vya umu kila siku kabla ya kulala. Unaweza kutwanga punje kama tank hivi na ukachua vizuri. Faida yake ni kuwa hii inasadia kuipa nguvu mishipa ya uume wako na kuweza kurudisha hali yake ya nguvu kama awali. Unatakiwa kula kalanga lita moja kwa wiki. Kwa hiyo kwa mwezi unatakiwa utumie lita nne za kalanga. Kwa hiyo kwa miezi nne hadi sita unatakiwa utumie lita ishirini hadi ishirini na nne za kalanga. Unatakiwa utumie tangawizi kila siku. Hii ni kwamba unatakiwa utwange tangawizi mbichi na uchemshe kisha kunywa. Hapa hutakiwi kuchanganya na kitu chochote kile, na unatakiwa ukitumia ikiwa ya moto wastani na siyo iwe ya vugu vugu. Unaweza kutumia asubuhi au jioni. Unatakiwa kunywa maji mengi sana kwa siku. Ni vyema ukiweza kunywa maji kuanzia lita tatu hadi tano kwa siku, hii ni muhimu sana. Unatakiwa kuchukua pia ume wako kwa asali mbichi, siyo ya kuchemshwa chukua uume wako kila siku unapoamka na ukisha chukua unalamba kijiko kimoja pia chukua jioni na utalamba kijiko kimoja cha asali jitahid kutumia matikiti maji kwa wiki wasta tumia tikiti maji moja kwa wiki moja na matikiti maji nne kwa mwezi had miezi nne au sita itimie unatakiwa utumie kila wiki yai moja au mbili had umalize dozi hii ya miezi nne au sita Unatakiwa kupasha uume wako kwa kitambaa cha moto wastani. Hapa ni hivi: chemsha maji, afu yakiwa ya moto wastani, utatakiwa kupaka uume wako mafuta ya zaituni, na kisha chukua kitamba chako kikiwa cha moto wastani, funika uume wako, afu uwe unavuta mboo kwa kuvuta kwenda mbele. Rudia zoezi hili mara tatu. Fanya kila siku hadi umalize dozen. Unaweza kufanya muda wowote unaopenda, ili mradi una muda Unatakiwa ufanye mazoezi, hakikisha kila siku unapiga push up 20 asubuhi na jion 20, na ukiwa na muda fanya zoezi la kukimbia au nunua kamba na uruke ruke ukiwa kwako. Unatakiwa ujiamini na kuwa wewe una nguvu za kiume, huna tatizo. Hii ndiyo shati gumu, na ukikosea tu basi utaweza kupona hata kidogo, na tatizo litakuwa kubwa zaidi ya awali. Ni hivi, kipindi chote hiki hutakiwi kufanya mapenzi na mtu yoyote yule au kupiga punyeto, kwa ukifanya hivyo utakuwa umeharibu tiba yote, kwa sababu kipindi hiki mishipa na viungo vyote vya kiume vitakuwa na kazi moja tu, kujenga uwezo wa awali na kurudisha nguvu za awali za kiume, hivyo kuipatia nafasi mishipa yote kuwa imara na kuimarisha uwezo wa kufanya mapenzi hapa ili uweze kufanikisha hili, ni vyema ukajadiliana na mkeo, mpenzi wako, kuhusu hili tatizo lako na jinsi unavyotaka kutibu. Ili uweze kuwa kidume kama awali, utatakiwa kufanya mazoezi ya Kegel. Haya ni mazoezi maalum ya kujenga uwezo wa mishipa kuwa na nguvu kama kifaru dume. Mazoezi maalum ya kukujenge uwezo na kuupatia mgongo nguvu. Mazoezi haya yatakusaidia kuondoa maumivu ya mgongo na pia na kushore penda kulala kwenye cement au udongo, ila pawe tambala, na ukiwa na hayo maumivu ya mgongo au kiuno yatapungua au kuondoka kabisa. Unapolala lalia mgongo huku ukitazama juu, unaweza kulala saa moja au zaidi, au ukihitaji mazoezi mengine download video za abs workout level up to 86 pack. Mbinu za kutibu tatizo la punyeto. Mazoezi. Kama wewe ni mtu unayeishi bila mazoezi kabisa, hutaweza kurudisha nguvu hizo, hivyo unahitaji kufanya mazoezi yeyote angalau nusu saa kwa siku. Inaweza kuwa kuruka kamba, push ups, kukimbia, kuogelea na kadhalika. Mazoezi haya ndiyo yanayofanya mzunguko wa damu uwe mzuri na wewe usimamishe uume vizuri. Pia zoezi la kegel ni zuri zaidi kwa kujenga misuli ya uume. Onyo: mazoezi yasiwe makali sana, kwani yatakumaliza nguvu za kiume. Kula chakula bora cha asili. Vyakula vya viwandani vina kemikali nyingi sana, na ndio vyakula vinaliwa sana kwenye kizazi chetu hichi cha sasa hivi. Ndio maana shida hizi zamani hazikuwepo ila siku hizi hata kijana mdogo analalamika kuishiwa nguvu za kiume. Kula ugali, maharage, viazi, maziwa mgando, karanga, korosho, mihogo na vyakula vyote vya asili unavyofahamu, ila punguza ulaji wa nyama kwani hauna matokeo mazuri kwenye tiba hii. Kunywa maji mengi sana. Kusimama vizuri kwa uume kunategemea sana mzunguko mzuri wa damu mwilini, hivyo kama mwili una maji mengi, ni rahisi damu kwenda vizuri kwenye uume. Nikukumbushe kwamba ni wingi wa damu unaopelekwa sehemu za siri zako na kufanya uume wako usimame vizuri. Pia mwili unatoa kipaumbele vya damu nyingi kwa viungo vinavyotupa uhai kwanza, kwa maana nyingine sita Damu yako haiwezi kuacha kwenda kwenye ubongo, figo na moyo kwanza, afu iende kwenye uume. Upe mwili sababu za kupeleka damu ya ziada kwenye uume wako kwa kunywa maji mengi. Hii inawezeka tu kwa wale ambao watakuwa wapo tayar kupata tiba hii. Nina uhakika itakusadia, maana mimi nimetumia mbinu hizi kuongeza saizi ya uume wangu na ipo sawa kabisa. Mwelekeo wa hali ya uchumi